Unatazama Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako. Nachukua nafasi hii nikukaribishe katika ibada ya leo. A, Mungu wetu ni mwema, ni Mungu aliye mwaminifu. Popote unaponitazama, nitazama karibu, asubuhi ya leo. Samahani, hatuna hatuna umeme. Najua kwamba Mungu atakubariki sasa. Leo hii ningetaka unieleze hapo ulipo, kama unanipata vizuri, sauti iko sawa. Naomba unieleze kama sauti iko sawa, unanipata vizuri. Na Mungu wetu atakubariki popote ulipo. Ni siku nyingine ambayo Mungu wetu amefanya. Biblia inasema tutafurahia na kuweza kushangilia. Ningependa tukaweze kuomba ili tukaweze kuanza somo letu la leo hii. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa wema wako tunakushukuru kwa ajili ya ukuu wako. Wewe ni Mungu mwema, ni Mungu mwaminifu. Naomba kwamba asubuhi ya leo utazungumza nasi, utasema nasi na maisha yetu yatabadilika. Kwa jina la Kristo Yesu nimeomba, Amen. Sasa nachukua nafasi hii ni kukaribisha mwana Ndoto TV katika ibada yetu hii ya kwanza. Karibu sana, najua kwamba Mungu anaenda kufanya jambo jipya katika maisha yako na pia katika maisha yangu. Ningependa tu nikakutie moyo siku ya leo. Ujumbe wangu ni kwamba uh, kufanya maamuzi ni chaguo, kufanya maamuzi ni chaguo. Hutalazimishwa kufanya maamuzi. Kitabu cha Kumbukumbu kumbu la Torati, Deuteronomy chapter 30 and verse number 19, Kumbukumbu kumbu la Torati 30 mstari wake wa kumi na tisa inasema, nazishuhu, uh, nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana, basi chagua uzima ili uwe hai uwe na uzao wako. Mungu ana anapeana ujumbe huu kwa wana wa Israeli, anawaambia ya kwamba anazishuhudiza mbingu pamoja na nchi, anaambia anawaambia ameweka mauti na uzima mbele yao, baraka na laana Alafu neno analowaambia ndipo somo letu linatoka, basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Mungu hata kulazimishia kufanya maamuzi, ila amekupa waamuzi. Kama kuna zawadi kubwa ama kama kuna kitu cha maana, Mungu ametupa ni kitu ambacho tunaita free will. kwa mwanadamu, tumepewa kuchagua. Wanyama hawakupewa awa uwezo wa kuchagua. Wewe una uwezo wa kuchagua kile unachotaka kuwa, naomba ukanielewe. Umepewa uwezo wa kuchagua kile unachotaka kuwa. Utakuwa kile ambacho umekichagua wewe, amen. Kile umechagua, maisha ambayo unataka kuyaishi ni wewe, ukachague vile unavyotaka kuwa hapa duniani ni wewe ndio utakayefanya maamuzi. Maana Mungu anawambia nimeweka mauti mbele yenu na uzima, chagueni eh, chagueni uzima mkapate kuishi. Sasa ukiangalia mtu kama Judas, yeye alichagua kutokubadilika, kwa sababu amekuwa na Yesu, ametembea na Yesu, amekuwa karibu na Yesu lakini akachagua kuto kubadilika amekaa katika ile neema, lakini alibaki kuwa kwenye kifungo, alibaki kuwa katika hali ya kukubali kutumika kuweza kumsaliti Yesu, na sasa mwisho wake alikuja akajiua. Maana ni maamuzi aliyoufanya yeye mwenyewe, hakuweza kubadilika nilitegemea hata baada ya yeye kuja kuona kile kimefanyika, alipojirudia fahamu zake akarudisha zile pesa, nilichagua kuona, nilitamani kuona akitubu, lakini sasa kwake alichagua iende hivyo, ndipo akaenda kujinyonga. Sasa waamuzi ni wewe mwenyewe, ukaweze kuchagua maamuzi kufanya waamuzi bora kufanya maamuzi mzuri, ni wewe kuwa na ubusara. Hamna mtu atakulazimisha. Ukitaka kuendelea kudumu katika vifungo ama kukaa katika matatizo, ni maamuzi ambao umeufanya. Mungu hatakulazimisha amekuwekea baraka, na ndio sababu hata watu ambaye, mtu ambaye anaenda jehanamu amechagua, amechagua kwenda ndio maana leo tunaishi katika kizazi ambao kuabudu shetani kwao sio tatizo. Watu kuuza nafsi zao kwa shetani leo ni kitu kiko hadharani. Walichagua hayo maisha, walichagua. Kwa hiyo kufanya maamuzi ni wewe mwenyewe, hamna mtu ataku atakufanyia maamuzi. Na ndio maana nimeanza na kusema, maisha unayetaka kuyaishi, kile unachotaka kuwa nacho maishani ni maamuzi unapaswa kufanya. Mungu hatakulazimishia, sijui kama tuko pamoja. Na hii ndio sababu unakuta kwamba uh, haulazimishwi, unafanya mwenyewe na kutaka kubadilika. Hamna mtu atakulazimishia kufanya maamuzi, hata katika ibada hapa leo hii. Unapoenda kanisani, mwanandoto TV, hamna mtu atakulazimisha. Mchungaji awezi kukulazimisha, I mean, kufanya maamuzi wewe mwenyewe ndio unayefanya maamuzi. Na ndio maana maandiko inasema ya kwamba wa, wakati wa wokovu ndio sasa, wakati wa wokovu ndio sasa. Kwa hiyo hata kama ni wa, wakati wa wokovu, hamna mtu wa kukulazimisha kuokoka, hamna mtu wa kukulazimisha uh, kubadilika. Ni wewe mwenyewe uamuzi. Mabadiliko inaanza na wewe na mabadiliko haya yatatokana na waamuzi ama maamuzi ambao unafanya unahitaji kufanya uh, uamuzi ambao itabadilisha maisha yako. Fanya maamuzi ambao yataleta mema. Fanya maamuzi ambao yataleta ushindi kwa maisha yako. Chagua. Wacha nikueleze kile unachoona, ndicho kitatokea. Jinsi unavyojiona, ndivyo utakavyokuwa. Hauwezi ukawa tofauti na kile unachokiona kama unaona ushindi basi utapokea ushindi. Kama unaona baraka basi utapo, utapokea baraka. Fanya maamuzi yanayopendeza, fanya maamuzi ambayo ni mazuri, maana waamuzi, kufanya waamuzi ama kukata kauli ni chaguo. Mungu anasema chagueni uzima ili mkaweze kuishi, sio yeye awachagulie ila ni wewe uchague. Fanya maamuzi leo hii ya kuamua kuishi katika baraka. Fanya maamuzi leo hii ya kuweza kuishi katika ushindi. Fanya maamuzi leo hii ya wewe kutembea katika ukuu na mafanikio ya Mungu. Haleluya, fanya maamuzi. Hamna mtu atakaye kufanyia maamuzi. Mungu tayari ameweka baraka mbele zako, ameweka laana mbele mbele zako. Kwa hiyo ni wewe uchague kama ni baraka ama kama ni laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukifanya maamuzi mazuri, yale maamuzi yatakutengeneza, maamuzi yatakuandaa. Ukifanya maamuzi mabaya, vivyo hivyo tu yale maamuzi yatakuandaa kulingana na kulingana na chamuzi mazuri maamuzi